Dada Mariam karibu. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Geita na masikia mtandaoni. Okay. Karibu sana. Asante. Eh, wewe umekuja na malengo gani? Nimekuja na malengo ya kufanya kazi. Mhm. Mm-hmm. Unatafuta nini? Ukishafanya kazi lengo lako ni nini? Kwa sasa hivi. Mm-hmm. Kwa sasa hivi sina malengo ya kufanya. Nikifanya kazi. Kwa hiyo ujui unatafuta hela kwa ajili gani? Au unataka tu kujikimu tu kimaisha basi? mm -hmm. mm -hmm. ndio ujue, ndio ujue cha kufanya. mm -hmm. Angalia usijikute unazeekea kwenye kazi za ndani <laughs> eh? mm -hmm. Wenzako kina dada da Catherine kule wanataka kufungua migahawa wengine wengine, kila mtu ana malengo yake. Ni muhimu kuweka malengo ili uweze kujua kwenye kazi za ndani unakaa muda gani, unatakiwa kukusanya kiasi gani, ili pia ukikutana na hizi changamoto usikate tamaa haraka. Lakini ukiwa upo tu unatafuta tu hela ya kujikimu, unashangaa miaka inaenda, bado uko kwenye hizi kazi, alafu mwisho wa siku hata ujui ulichokipata huko. Biashara nitafanya biashara utafanya. mm -hmm. Mm. Sawa, dada Mariam, karibu sana, asante. Aya, we una taaluma yoyote? Umesomea chochote? Hamna? Umeishia elimu gani? Darasa la nne? Kwa hiyo kusoma na kuandika unajua? Sijui? Ujui? Kwa hiyo sasa, nani alikusomea mkataba wetu? Maana hapa hatuwapi watu kazi ambao wajui mikataba yetu inavyofanya kazi. Ulikuja na mtu, mtu anayejua kusoma, na kusoma? ni nani yako? Na mdogo. Bamdogo bamdogo wako kabisa au? yeah. wa mchongo wamchongo, um. <laughs> wa kabisa kabisa, ndugu mm. kabisa okay. Lakini hela unajua kuhesabu au? Sasa hela mm. hela yako itakuwaje? yeah. hela unajua kuhesabu ila tu kusoma na kuandika ndio ujui mm. kwa hiyo baada ya kusomewa vipengele vyetu vyote ulivielewa kwa, yeah, mfano dhamana ni nini? dhamana mm. Kwanza kyakwanza wanaleta wana huku mm -hmm. kwa ajili gani mshahara wako unaleta huku eh? Kwa, kwa, kwa lengo gani? kwa nini o wa mshahara wako unakuja huku yani, vitu vitu kuvunja sahani kule kwa bosi wako kila kitu inakatwa huku mm -mm. Sio sasa, inabidi wewe urudi darasani, sio kwa ajili ya kuvunja sahani ni kuvunja mkataba umeelewa? Dhamana e, ni kwa ajili ya kulinda mkataba wako. Mkataba wetu ni wa muda gani? Mwaka mmoja, ni wa mwaka mmoja. Kwa hiyo huo mwaka mmoja ukienda kwa bosi wako sawa, unatakiwa ufanye kazi kwake mwaka. Hmm. lakini kama hakutakuwa na zile changamoto ambazo ni za unyanyasaji sawa. Hmm. changamoto za kazi kwetu ni ni, ni usipoweza kufanya kazi wewe ndio umevunja mkataba. Hmm. lakini kama bosi wako atakupiga kama atakutukana, kama yani, atakufanyia mambo ambayo yanaweza kushusha utu wako, hayo ndio yanavunja mkataba. hmm. Lakini kufanya kazi kazi lazima ufanye. Sasa huo uh, mkataba wako usipomaliza kwa sababu za utendaji, ukashindwa kufanya kazi, ile dhamana ndio bosi wako anapelekewa nani? Anapelekewa nani, bosi nani? Bosi anapelekewa nani? We ukivunja mkataba nunaletwa we, ukivunja mkataba. Unajua kuvunja mkataba, kuvunja mkataba, unajua kuvunja mimi mkataba, mm. ina maana gani? Nikisema ukivunja mkataba, nikiuvunja, yaani mm. Si unatakiwa ukakae kazini muda gani? Mwaka mmoja. Okay, kwa hiyo tukisema umevunja mkataba maana yake umekaa muda gani? Mwaka mmoja, mwaka mmoja tena utakuwa ume huo u... u... u... mkataba ujeuvunja. Ukikaa mwaka kazini maana yake umefuata utaratibu wa mkataba, si umeelewa mm. Lakini usipokaa mwaka mmoja labda ukaa miezi mitano sita au miwili, hapo ndio tunasema umefanyaje? Umevunja mkataba, umesikia dada Mariam? Okay. Ilikuwaje ukuenda uku, uku, shule? Ulishia darasa la ngapi? Umesema la nne? Ilikuwaje, kwa nini ukusoma na shule hizi siku hizi ni bure ah? Sijui hapo wazazi sasa. Mm. Uliolewa? Hapana. una watoto? Hapana. Kwa, si una watoto wala hujaolewa. Kwa nini uliishia darasa la nne, hukusoma? Ni mwaka gani? kwani wewe una miaka mingapi? 23. ishirini na tatu? Mbona ni mdogo hmm? Ulikuwa unafanya unachunga ng'ombe kule kwenu? Mnafanya shughuli gani za kiuchumi? wazazi wanafanya biashara gani mangu analima tu. Ana biashara yoyote? Mama analima. Baba yeye, yeah, ana ana mitumbu zake tu hapo ana mm. Anafanya shughuli za uvuvi. Mm. Mmezaliwa mm. wangapi? Tuko saba. We wangapi? Wanne, wanne, wanne. mm. okay. Unaweza kuhesabu? we ni wanne <laughs> Kuhesabu najua. Kusoma tundo. Okay. Kusoma ndio ujui, lakini. Okay. Mm. Kuhesabu najua. Kwa hiyo unajua. Mm. We ni wanne, we ni wanne, ni wa nyumbani. Mm. Okay. Sawa. So, kwa hiyo huna mpango wa kuja kusoma angalau ujue kusoma na kuandika? Mm. Mm. Mm. Mm? Ila nikipata mwalimu, mm, akinifundisha nasoma. Mm. E, sasa mbona umesema tena, na umri kwani umesema Nga, na sasa hiyo sio nani, nzuri wewe, umri wote unaweza ukasoma mm. Unasikia eh? umri wote unasoma. Mimi hapa nilikuwa mdada wa kazi za ndani mm. na mimi ndio mwanzilishi wa hichi kituo cha Wadada Center, na mimi nilisoma mpaka darasa la saba tu kwa hiyo sasa hivi hivi ninavyofanya kazi huku nasoma, nafanya kazi huku nasoma, najiendeleza. Kwa hiyo wewe kama ulishia darasa la nne na darasa la nne lenyewe hata ukuambulia kujua kusoma na kuandika, sasa hivi usijikatie tamaa, usiseme umri wako ni mkubwa. Una una simu? e, simu ninayo, unaweza kuandika message so sana, unafanyaje? Lakini unaweza kidogo, mtu akinitumia mambo mnamjibu unaweza unaweza, ehe. Sasa unatakiwa uendelee kujifunza hivyo hivyo, kidogo kidogo, kwa ajili ya uh, kuendelea. Angalau wewe lengo lako uweke kwanza, nataka kujua kusoma na kuandika, si ndio? Usiseme una umri mkubwa, miaka ishirini na tatu, wewe bado ni mdogo sana. Umenielewa dada Mariam? mm-hmm. Ehe, ili ufanikiwe katika maisha sio lazima usome, uende chuo kikuu, lakini lazima ujue mambo yanakwendaje kwenye maisha. Na ili ujue mambo yanakwendaje hata ukipata kitabu cha ujasiriamali uweze kukisoma, ujue mbinu za biashara, lazima ujue kusoma na kuandika. Mm. Si ndio? Eh? Kwa hiyo usikae tu gizani gizani kabisa, ujue kusoma na kuandika afu bado una umri mdogo na sasa hivi unaweza kutafuta elimu zimejaa kibao. Eh? Unaingiaga kwenye mitandao. Wao umesema umetujulia kwenye mtandao. Yeah, penye unaingia ukiingia, e, kwenye mtandao sasa, unaenda kufanya nini huko? <laughs> sasa nisu, nataka uanze kufanya chamaana sawa, eh? Mi nikiingia, mm, kwenye mitandao naenda kuposti video kama hizi ambazo zitawaonyesha nyie kuna fursa ya kazi. Umeona, umetoka Geita umekuja Sindio? mm -hmm. Kwa sababu mimi nafanya cha maana mtandaoni kuonyesha fursa, naonyesha Tanzania wasichana ambao hawana kazi, na waonyesha kwamba kuna njia ambayo mimi nilipita, wanaweza kuitumia na wao wakafanikiwa. Umeona we wa umeweza kutoka kwa kazi niliyoifanya mimi mm -hmm, ya kutumia mtandao vizuri. Wewe umetoka kwenu huko Geita, umekuja hapa Dar es Salaam mm -hmm, na umefikia hapa kwetu mm -hmm, si ndio? Umeona hivyo vya maana ninavyofanya? Eh, e, ukisikiliza video zangu, ni video za kuwaambia wanawake watoke kwenye umaskini. Mungu ametupa kila kitu, ametupa akili, ametupa uwezo wa kufanya kazi na kuchangia kwenye familia. Hayo ndio mahubiri yangu utakayoyasikia. Kila siku naongea na wanawake kuambia jinsi ambavyo Mungu ametuumba na akatupa uwezo na akatupa dunia tuitawale. Lakini kwa kutumia mwongozo wake wa neno la Mungu, si ndio? Mm-hmm. Hizo ndio kazi ninazozifanya. Kwa hiyo usiseme naingia mtandaoni lakini sina cha maana naenda kufanya hapana. Ukiingia mtandaoni nenda kasome. Kama wewe saa hivi unatakiwa yani uhakikishe unajua kusoma na kuandika. Na una, utaweza. Hmm. Kwa sababu ulivyozaliwa ulikuwa unajua kutembea, ulivyozaliwa ulikuwa unajua kuongea. Hmm. Si ndio? Vyote hivyo umejifunza, si ndio? Hmm. Basi hata hiyo kusoma unaweza kujifunza. Na siri ya mafanikio hata Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Mariam, watu wanaangamia kukosa maarifa. Maarifa ni kujua vitu vinavyofanya kazi. We usiende kusoma kama ile kwamba nasoma nijulikane tu, nilifika form 4 form 6. We sasa hivi unatakiwa ukasome kwa ajili ya kuweza kupata mwanga, kujifunza. Hata ukikutana na kitabu sawa, au kama ni tangazo la Wadada Center wanasema kuna fursa, si sindio? mm -hmm. uweze kuona hizo fursa ndio sababu yako ya msingi ya kusoma ni ili uweze kuwasiliana na dunia, uweze kuwasiliana na watu mbalimbali. Hiyo ndio iwe sababu ya msingi, kwa sababu ndio itakusaidia wewe uweze kufanikiwa. Sawa, dada Mariam. Sawa eh? Kwa hiyo sasa hivi ukiingia kwenye mtandao, uingie kwa kusudi maalumu, usiingie tu useme, sina hata cha maana. Sawa, una simu kubwa e... hmm? Ndiyo. Unaweza kupata hata walimu kukuwa wakakufundisha sawa. Unaingia YouTube kule, unatafuta walimu wa kufundisha kusoma na kuandika sawa, sawa. Haya, karibu sana. Kwa hiyo kazi, kazi, lakini unaweza kufanya. Ah, kazi unafanya vizuri eh? kazi. Kazi kazi kazi vizuri kabisa mm. Haya, sawa, karibu asante.